Leo na kukaribisha katika video ya kipekee itakayokufungua macho kuhusu sifa 15 za watu wa aina ya extrovert, watu wanaojulikana kwa uchangamfu, kujiamini na kupenda kuwa karibu na watu wengine. Lakini je, umewahi kujiuliza extrovert ni mtu wa aina gani hasa? Na je, extrovert wote wanafanana? Jibu ni hapana. Ingawa watu wa aina ya extrovert hushiriki tabia nyingi za pamoja kama vile kuzungumza kwa urahisi, kupenda mikusanyiko ya kijamii na kujivunia mahusiano ya kijamii, ndani yao wamegawanyika katika makundi mawili tofauti kabisa. Kila kundi lina tabia, nguvu na udhaifu wake. Makundi hayo mawili ni haya: moja, sanguini. Hawa ni watu wachangamfu kupita kiasi, wanaopenda kuzungumza, kucheka na kuburudisha wengine wana hisia kali, hupenda raha na wana tabia ya kubadilika haraka. Ni marafiki wazuri na wa kufurahisha, ingawa wakati mwingine hukosa mpangilio au utulivu. Mbili. Choleric, hawa ni viongozi wa kuzaliwa. Wana malengo, wana nguvu na hupenda kuchukua nafasi ya uongozi katika kila hali. Hawapendi kuchelewa, hawapendi upuuzi na mara nyingi huchukua hatua haraka bila kusita ingawa si wachangamfu kama sangwini, wao huonyesha nguvu zaidi kwa vitendo. Katika video hii nitakutajia sifa kuu 15 zinazowakilisha extrovert kwa ujumla bila kujali ni kundi gani anatoka, lakini katika video zijazo tutaingia kwa undani zaidi na kueleza tofauti za ndani kati ya sangwini na choleric, tofauti ambazo zinaweza kukuonyesha kwa kina wewe ni nani au rafiki yako ni wa aina gani hakikisha unatazama hadi mwisho na usisahau kusubscribe laibu, ili usikose video hizo zinazokuja. Tuanzie hapa kwenye msingi wa kuelewa extrovert kwa mapana yao. Moja, upendo wa mazungumzo. Hu mzungumzaji wa asili, mtu mwenye extrovert huwa na kiu ya kuzungumza, si kwa sababu hana cha kufanya, bali kwa sababu mazungumzo kwake ni njia ya kujieleza, kuungana na wengine na kuhuisha mazingira hupenda kusikia na kusikika na mara nyingi huanzisha mazungumzo hata katika mazingira mapya au ya kimya. Hawahitaji kusukumwa ili wazungumze, wao huibua hoja, huuliza maswali, hutolea maoni yao hadharani bila hofu. Katika mazungumzo haya, mtu wa extrovert haoni ugumu kuongea na watu wa rika au hadhi tofauti, awe ni mtoto, mzee, kiongozi au mgeni asiyejulikana hii huwatofautisha na introvert ambao huchagua sana mazingira ya mazungumzo. Kwa mtu wa extrovert mazungumzo si shughuli ya kijamii tu, bali ni chanzo cha nguvu, furaha na uhai wa ndani. Mbili. Mwingiliano wa kijamii huwapa nguvu. Hii ni moja ya alama kuu zinazowatofautisha extrovert na introvert. Mtu mwenye extrovert hujipata akiwa mwenye nguvu zaidi anapokuwa katikati ya watu, Mazungumzo, kelele, vicheko, mijadala, hata mabishano ya hoja, haya yote humchochea na kumfanya ahisi yuko hai, anahitajika na anadhaminiwa. Kwao kuwa peke yao kwa muda mrefu ni kama kunyonya nguvu ya maisha kutoka ndani yao. Mtu wa extrovert huweza kukaa siku nzima kazini akiwa amechoka kabisa, lakini akialikwa kwenye hafla au kusikia kuna kikao cha marafiki, ghafla huamka na kujaa nguvu upya. Hii inaonyesha jinsi mwingiliano wa kijamii ulivyo chanzo kikuu cha nishati ya kiakili na kihisia kwao. Tatu, wazi wa hisia na mawazo. Extrovert si watu wa kuficha, wana mazoea ya kueleza wazi jinsi wanavyojisikia au wanavyofikiri, iwe ni huzuni, furaha, hasira au hata wasiwasi. Kwao kutoa hisia ni njia ya kujisafisha kiakili na kupata msaada wa kihisia. Hawahifadhi hisia zao moyoni hadi ziwadhuru. Wao huachilia mapema na kwa sauti. Wanaweza kukuambia kwa urahisi kwamba wameumizwa, wana wasiwasi au wana furaha, bila kuzunguka wala kuficha. Hali hii huwafanya waonekane wa kweli, waaminifu na rahisi kueleweka. Kwa upande mwingine, inaweza kuwafanya waonekane kuwa wanapenda kulalamika au wanatafuta huruma, hasa wanapokutana na watu wasioelewa tabia yao. Nne, uwezo wa kujumuika na watu wapya kwa haraka. Extrovert ni kama sumaku za kijamii. Wanapokuwa katika kundi la watu wapya, hawasiti kuchukua hatua ya kwanza, kuanzisha mazungumzo, kutambua majina, kutoa tabasamu au kuanzisha ucheshi. Wana uwezo wa kuunda mahusiano mapya haraka hata katika mazingira yasiyo rasmi au ya mpito kama kwenye foleni, safari au hafla ya kikazi. Hii inatokana na ujasiri wao wa kijamii na kutokuwa na woga wa kukataliwa. Kwao kila mtu ni fursa mpya ya kujifunza, kushirikiana au hata kufurahia muda. Hawangoji watu wawakaribishe, wao ndio hukaribisha wengine. Tano, ucheshi na uchangamfu. Watu wa extrovert huleta maisha sehemu wanazofika, huchangamsha watu kwa ucheshi wao, vichekesho, hadithi za kuvutia na kauli zinazoburudisha. Mara nyingi huwa ni vyanzo vya vicheko katika familia, kazini au mtaani Si tu kwa sababu wanapenda kuchekesha, bali kwa sababu huona furaha kama sehemu ya mawasiliano ya kina kati ya watu. Hata katika mazingira yenye huzuni au msongo, mtu wa extrovert hujaribu kuingiza mwanga wa matumaini kwa maneno au matendo ya faraja. Hawa ni watu ambao mara nyingi hutambulika haraka kwa sababu ya tabasamu lao, hali yao ya kuridhika kwa haraka na mtazamo wa kuona mazuri hata katika hali ngumu. Sita, hufanya maamuzi kwa haraka. Mtu wa extrovert huathiriwa sana na hali ya muda na hisia za wakati huo. Kwao, fursa ikijitokeza leo ni bora ishughulikiwe leo hiyo hiyo. Hii huwafanya wawe na maamuzi ya haraka sana iwe ni katika kazi, mahusiano au fedha. Mara nyingi hawapendi kusubiri wala kutafakari kwa muda mrefu, kwa kuwa subira huwachosha. Ingawa hii inaweza kuwa faida katika mazingira yanayohitaji kasi, mara nyingine huchukua maamuzi yasiyo na msingi imara, kwa sababu hawakupima kwa kina. Hali hii huwafanya mara kwa mara wajute au kurekebisha mambo baada ya athari kuonekana. Saba, uwezo wa kawaida wa akili. Ingawa watu wa extrovert wengi ni werevu kwa mawasiliano, haimaanishi kuwa wote wana uwezo mkubwa wa kiakili wa kuchambua masuala tata au kufikiri kwa undani. Kwa kawaida hujihusisha na taarifa au mijadala iliyo ya moja kwa moja isiyohitaji kufikiri kwa kina sana. Wanapendelea hoja zilizo wazi, majibu ya moja kwa moja na suluhisho la haraka. Hali hii ya kuwa na akili ya kawaida haimaanishi kuwa ni watu wasio na maarifa, bali ni kuwa wao huchangamkia mambo ya vitendo zaidi kuliko tafakuri za kina au nadharia nzito. Wanapenda kujifunza kwa kuona, kusikia na kujaribu, si kwa kutafakari kimya kimya au kusoma vitabu virefu vya dhana. nane Kuto kuchambua mambo kwa kina, kwa sababu ya kasi yao ya maisha na mapendeleo yao kwa mwingiliano wa nje, watu wa extrovert wengi hawapendi kuchunguza kwa kina maana ya mambo au athari zake za muda mrefu huwa wanapita juu juu. Wanachokiona kwa macho, wanachosikia kwa masikio na wanachokihisi muda huo huo ndicho wanachochukua kama ukweli. Kwa mfano, anaweza kufurahia rafiki mpya kwa sababu ya ucheshi wake bila kuchunguza tabia au historia yake kwa undani. Au anaweza kukubali wazo jipya kazini kwa sababu tu limewasilishwa kwa msisimko. Hii mara nyingine huwafanya waonekane kuwa si watu wa kufikiri kwa upana au kwa kina. Tisa, hupenda kazi za kikundi. Watu wa extrovert huchanua zaidi wanapokuwa na watu, iwe ni kwenye vikao, vikundi vya utafiti au miradi ya pamoja. Hawapendi kazi za upweke au zinazohitaji ukimya wa muda mrefu. Wanapokuwa kwenye kundi, hupata mawazo, msukumo na hata motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwao kikundi ni chanzo cha nguvu, si changamoto hupenda kuchangia mawazo, kuchambua kwa sauti na hata kuchukua nafasi ya kuongoza au kusimamia wengine. Hali hii huwafanya wawe wa muhimu katika mazingira ya kijamii, lakini wagumu kushughulikia kazi zinazohitaji utulivu wa ndani. Kumi, wana mvuto wa kijamii. Moja ya sifa inayojitokeza sana kwa watu wa extrovert ni mvuto wao wa kiasili kwa watu wengine Hawa ni watu ambao mara nyingi huonekana na wengi kama wenye roho nzuri wa kupendeza au wa kupendelewa. Tabasamu lao, hali ya kuwakaribisha wengine na usikivu wao wa muda mfupi huwafanya kuwa karibu na watu kirahisi sana, hata pale wanapokosa maudhui mazito au uelewa wa kina. Mvuto wao wa kijamii huwapa nafasi kubwa ya kufanikisha mambo kwa msaada wa wengine. Mara nyingi hawako peke yao kwa sababu ya uwezo wao wa kuvutia watu kuwa karibu nao, iwe ni kwa njia ya mazungumzo, utani au hali ya utulivu wa kijamii. kumi na moja. Hawaogopi jukwaa wala hadhira. Mtu mwenye hulka ya extrovert anaweza kusimama mbele ya hadhira ya watu kumi au hata elfu bila hofu. Hupata furaha na msisimko anapokuwa katikati ya macho na masikio hii ni sifa ya kipekee inayotokana na imani ya ndani kwamba hadhira ni fursa ya kuunganishwa, si ya kuhukumiwa. Lakini hapa ndipo mjalabu wa kiakili huibuka. Extrovert mwenye uwezo wa kawaida wa kiakili anaweza kuzungumza kwa ufasaha, lakini asijue anachokisema kina athari gani kwa kina. Anaweza akatoa hotuba yenye maneno mazuri, lakini isiyo na uzito wa kielimu au kimantiki. Kinyume chake introvert mwenye akili ya juu anaweza kuwa na hofu ya jukwaa, lakini hotuba yake ikiwa imesomwa au ikitolewa kwa maandishi, huwa imejaa fikra nzito, mitazamo ya kipekee na mantiki iliyo ngumu kupingwa. 12. Hujifunza kupitia vitendo na majadiliano. Mtu mwenye hulka ya extrovert hupendelea kujifunza kwa kushiriki moja kwa moja kupitia mijadala, kazi za vikundi, semina za ana kwa ana, au majaribio ya moja kwa moja. Hawa ni watu wa mafunzo ya vitendo kuliko kujifungia peke yao na kitabu. Wanapozungumza na watu, husikia hoja tofauti, huuliza maswali papo kwa papo, na ndipo huchota maarifa kwa ufanisi zaidi. Kwao kusoma bila kujadili ni kama chakula bila ladha. Hali hii huwafanya kuwa wanafunzi bora katika mazingira yenye mwingiliano wa kijamii au yale yanayohitaji utendaji wa moja kwa moja. Kumi na tatu. Hupenda kushiriki kwenye shughuli za kijamii. Mtu mwenye hulka ya extrovert hujisikia hai zaidi anapokuwa sehemu ya kundi au jamii. Wao ni watu wa vikundi. Wanapenda harusi, mikusanyiko, warsha, midahalo na hata matukio ya kidini au kisiasa. Kushiriki kwao hakumaanishi lazima wawe viongozi, hata kuwa mshiriki wa kawaida kwenye kundi huwafanya wajihisi kamili. Shugul ihizi huwapa nishati mpya na kuimarisha hali yao ya kihisia. Mara nyingi hutumia uzoefu wa kijamii kama chanzo cha kujifunza na kukuza mtazamo wao wa maisha 14. Huwa na marafiki wengi. Mtu mwenye hulka ya extrovert huwa hawasumbuki kuanzisha urafiki mpya. Kwao kila mtu ni fursa ya mahusiano kwa hiyo mtandao wao wa kijamii huwa mpana. Wana marafiki wa kazini, mtaani, kwenye mitandao ya kijamii, gym, kanisani, au hata safari za magari ya abiria. Hata kama si kila urafiki una undani, extrovert hufurahia wingi wa watu wanaowazunguka. Hali hii huwasaidia kuwa watu wa haraka kupata msaada, taarifa au fursa mbalimbali za kijamii au kiuchumi. 15. Huchukia ukimya wa muda mrefu. Mtu mwenye hulka ya extrovert anaona ukimya kama adui wa asili. Kukaa kimya muda mrefu ni kama kukosa hewa safi. Mara nyingi huweka muziki, huzungumza hata bila kusikilizwa, au huchoka haraka sehemu zisizo na shughuli nyingi za kijamii. Wanapokuwa peke yao, hufikiri sana juu ya kurudi kwa haraka kwenye dunia ya mwingiliano. Kulinganisha hapa na introvert mwenye akili ya juu, tunaona kuwa introvert anaweza kutumia ukimya kama chombo cha kujenga maarifa. Katika kimya ndipo mawazo yanachujwa, mantiki hujengwa, na uelewa mpana huundwa. Hali hii huweka wazi kwamba ukimya wa introvert ni maabara ya akili, ilhali ukimya wa extrovert ni jela ya kihisia. Na hizo ndizo sifa 15 zinazowakilisha extroverts kwa ujumla. Bila shaka umeshatambua baadhi ya sifa unazoziona ndani yako, au kwa mtu unayemfahamu, sivyo? Lakini kumbuka, hizi ni sifa za jumla. Katika video zetu zijazo, tutaingia ndani zaidi na kuchambua kwa kina tofauti za makundi haya mawili, sanguini na choleric. Utaweza kuelewa kwa undani zaidi aina ya extrovert uliyo nayo, au unaoishi naye. Sasa ni zamu yako, eh, ningependa kusikia kutoka kwako. Je, ni sifa gani kati ya hizi 15 umejiona nayo zaidi? Unadhani uko kundi gani kati ya sanguini au choleric? Una ushauri au swali kuhusu extrovert? Andika maoni yako hapo chini, tushirikiane kujifunza na kuelewana. Usisahau kupenda video hii kusha. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini. Bahi-bahi, tukutane kwenye video nyingine.